Habari za siku, ndugu msikilizaji, karibu sana kwenye tafsiri za ndoto na maisha, mahali ambapo tunachambua na kufafanua maana za ndoto ili kukusaidia kupata mwanga juu ya maisha yako ya kila siku. Jina langu ni Kidevu na leo nitazungumzia ndoto maarufu sana ambayo watu wengi huota, mara nyingi huwafanya kuwa na maswali mengi kichwani mwao, ndoto ya kuota nyoka. Hii ni ndoto yenye tafsiri nyingi tofauti kutegemeana na mazingira ya ndoto, rangi ya nyoka, hisia ulizohisi ulipoona ndoto hiyo, na hata imani au tamaduni unazozifuata. Kabla hatujaendelea, kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza, tafadhali subscribe kwenye chaneli hii ili usipitwe na tafsiri mpya kila siku. Kuota nyoka ni ndoto inayobeba ujumbe mzito sana. Watu wengi wanapoota nyoka mara moja huisi hofu, wasiwasi wasi au hata mshangao. Lakini je, ndoto hii ina maana gani hasa? Kwa tafsiri nyingi za kitamaduni na hata za kidini, nyoka mara nyingi huashiria adui, hatari inayokujia au mtu ambaye anakufanyia mambo mabaya kwa siri bila wewe kujua. Hii inaweza kuwa kazini, nyumbani au hata kwenye maisha ya kijamii. Lakini tafsiri ya ndoto ya nyoka haikai hapo tu. Kuna wakati ndoto hii huwa na maana chanya sana. Nyoka ni kiumbe ambaye hubadilika kwa kujivua ngozi, na kwa tafsiri hiyo, ndoto hii inaweza kumaanisha kwamba maisha yako yako kwenye kipindi cha mabadiliko makubwa. Inawezekana unapitia hatua mpya ya maisha, kuachana na mambo mabaya, au unaanza safari mpya ambayo itabadilisha maisha yako kwa namna nzuri sana. Katika baadhi ya imani nyoka huwakilisha uponyaji au nguvu za kiroho. Mfano, katika tiba za kiasili nyoka ni alama ya afya na nguvu mpya. Ndoto hii inaweza kuwa ujumbe wa kwamba uko kwenye safari ya kupona, iwe kimwili, kiakili au hata kihisia. Kwa tafsiri iliyo sahihi zaidi ni muhimu pia kuzingatia rangi ya nyoka uliyemuona kwenye ndoto pamoja na tabia yake. Ikiwa uliota nyoka mweusi mara nyingi, hii huashiria hatari kubwa, mtu anayekufanyia hila au jambo baya ambalo linakuja kwenye maisha yako. Nyoka wa kijani mara nyingi huashiria ukuaji, maendeleo au mabadiliko chanya. Nyoka wa dhahabu au wa kung'aa anaweza kumaanisha baraka kubwa au mafanikio yanayokujia. Ikiwa nyoka alikuwa mkubwa sana, hii ina maana kuashiria kwamba jambo linalokuathiri ni kubwa au lina umuhimu mkubwa maishani mwako. Nyoka mdogo mara nyingi humaanisha changamoto ndogo ndogo au mtu mdogo mwenye wivu na nia mbaya kwako. Pia hisia zako wakati unaota ndoto hii ni muhimu sana. Kama ulihisi hofu au hofu kubwa, basi tafsiri inakuwa upande wa hatari. Kama ukuhisi hofu au uliweza kumshinda nyoka huyo, basi ni ishara ya ushindi na nguvu zako binafsi. Hebu tuangalie mfano halisi. Fikiria mtu aliyeota anaingia ndani ya chumba na akakutana na nyoka mweusi aliyekuwa akimfukuzia kwa kasi kubwa. Mtu huyo anajikuta akikimbia kwa hofu na anaamka usingizini akiwa na jasho na hofu kubwa. Baada ya kutafakari ndoto hii, mtu huyo aligundua kwamba palikuwa na mtu kazini aliyekuwa akimharibia jina, akimsingizia mambo mabaya kwa bosi wake ili apoteze kazi. Kupitia ndoto hiyo, mtu huyo alipata ujumbe wa tahadhari na kuchukua hatua za kujilinda, kuomba na pia kuwa makini na watu wanaowazunguka. Ndoto nyingine ya kuota nyoka wa kijani inaweza kuja kwa wakati mtu anakaribia kupandishwa cheo au anakaribia kuanza maisha mapya. Ndoto hii itakuonesha kwamba mabadiliko mazuri yanakuja, lakini pia lazima uwe macho na watu wanaokuzunguka. Tafsiri ya ndoto ya nyoka inaweza kutofautiana sana kulingana na imani za mtu binafsi. Kwa upande wa Uislamu, nyoka mara nyingi huonekana kama ishara ya adui, mtu mwenye chuki hasa au mtu anayekutakia mabaya. Ndoto hii inaweza kukuonya kuwa makini na marafiki wa karibu au watu unaowategemea. Kwa upande wa Kristo, nyoka ni ishara ya maajabu au dhambi, lakini pia huweza kumaanisha majaribu ambayo tunayoepuka kwa msaada wa imani yako. Katika tamaduni za Kiafrika, nyoka anaweza kumaanisha nguvu za rohoni, mizimu au hata ulinzi wa kiroho. Mara nyingine anaweza kuashiria ujumbe kutoka kwa mababu zako. Kisaikolojia, ndoto ya nyoka inahusishwa na hofu za ndani, hali ya kutokujiamini au mabadiliko makubwa yanayokaribia. Kama umeota nyoka na umehisi hofu au mshangao, jambo la kwanza kufanya ni kutafakari maisha yako ya sasa. Je, kuna mtu au hali inayokupa wasiwasi wasi? Kuna jambo unalopaswa kubadilisha au kulikabili? Ndoto ya nyoka inaweza kuwa onyo, inaweza kuwa ishara ya mabadiliko, au inaweza kuwa tutafakuri ya hofu zako za ndani. Jambo la muhimu ni kutokata tamaa wala kuogopa, bali kuchukua hatua sahihi na kujilinda kwa njia zote, kiroho, kihisia na hata kimwili. Asante sana kwa kuwa nami mpaka sasa. Kama una ndoto nyingine unayotaka ni tafsiri, acha maoni yako hapo chini na nitakutafsiria na kukusaidia. Usisahau kulike video hii, kushare na kusubscribe ili tuendelee kujifunza pamoja kila siku. Tunakutakia tena kesho njema na tafsiri nyingine ya ndoto. asan